Ndiyo, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Ni matumaini yangu kwamba unaendelea vizuri. Yesu Kristo ni Bwana, amen. Ah, kwenye pati ya kwanza ni tumejifunza kitu kinachosema safari ya Yakobo, safari ya ndoa ya Yakobo na Raheli, lakini sehemu hii ya pili tutajifunza changamoto za ndoa za Raheli na Yakobo. Changamoto za ndoa ya Raheli na Yakobo, kwa nini changamoto ina, zinakuja kwenye ndoa? Na uwe na akili na ufahamu kwamba tunapozungumzia changamoto za ndoa ya Raheli na Yakobo tunazungumzia ndoa kiujumla. Wewe na mimi, toa Biblia kwenye kichwa lete kwenye moyo, toa somo hili kwenye kichwa, lete kwenye moyo, lete kwenye uhalisia wa kile kinachofanyika saa hizi leo. Mtoto mm, wetu ana mwanafamilia wa home church ameanzisha safari ya ndoa, ubarikiwe sana na wengine wengi. Leo wameanzisha safari ya ndoa, na niwashukuru wa mama wote mliohusika kwa ajili ya kutoa mauthia kwa ajili ya ndoa ya mwanafamilia mwenzetu. Si kwamba nyinyi hamna changamoto? Hapana, changamoto tuko nazo sote, lakini nataka nitoe changamoto kubwa zinazofanya ndoa zinakufa. Kwa sehemu kubwa, Laheli alikuwa ni mtoto wa Labani na Yakobo alikuwa ni mtoto wa Isaka hawa watu walikuwa ni ndugu, ni binamu wa mjomba kwa shangazi. Hawa watu walikuwa hivyo, lakini kuna changamoto zilizowakutana katika familia hizi mbili. Na nimekueleza wewe, umeolewa kuna mahali ambapo umeenda mahali hapo, huo ukoo una changamoto zake. Baba mko wako ana changamoto yake mama mko wako ana changamoto zake pia, na kule uliko ulikoolewa vivyo hivyo, baba mko wako ana changamoto na mama mko wako ana changamoto pia. Sasa changamoto kubwa zinazoua ndoa kwa sehemu kubwa, moja, Raheli alikuwa na miungu ya baba yake, yaani sanamu. Ugundue Yakobo anatoka kwa Isaka. Isaka ni kijana wa Ibrahimu. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Tunakuja tunamkuta mtu mmoja katikati hapa anaitwa Labani. Labani alikuwa ni kaka yake na nani? Na Rebeka, mke wa Isaka. Hawa watu ni familia mbili tofauti, na hiki ndicho kinachotusumbua sasa. Kaka yake na Rebeka ni ana miungu na huyu la, Yakobo ana Mungu aliye hai. Hii ni changamoto kubwa inayosumbua ndoa. Unaolewa mahali unakuta kule wao wana miungu, wana roho za kiganga wana roho za kichawi, wana roho za kutoa kafara, wana roho za utasa, wana roho za upumbavu, hawana elimu, wana roho za umaskini, wana roho za ugomvi. <laughs> wanaweza tusaidia sana kwa hiyo, juzi nimeingia kwenye kwenye ibada, nikaambiwa kaa pembeni, tuna mausia ya, ya ndoa. Nilikuwa nina muda mwingi sana, nikafurahi kwa sababu nikajua ndoa ndiyo kanisa. <laughs> Haleluya sana na nyinyi wachungaji mlioshiriki, Mungu awabariki sana. Kwa hiyo katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 31 mstari wa 19 Biblia inasema Raheli aliiba sadamu za baba yake. Kuna mtu anaolewa, kuna mtu anaoa, anahama na miungu ya kwao. Kuna mtu anaolewa, anaenda na miungu ya kwao. Ile miungu inaenda kufanya kazi mahali pale. Ah, Raheli licha ya kuolewa na Yakobo hakuachilie kabisa miungu ya Labani. Kuna watu wanaolewa kwenye Ukristo kri kuna watu wanaolewa kwenye kanisa takatifu, lakini kuna vitu wanaficha. Laheli alikalia miungu ya baba yake, akamdanganya baba yake, niko katika kalenda za wamama. Kwa hiyo Labani akasechi ile miungu, akaitafuta mwanaye asiende naye, asiende nayo huko, lakini Raheli aliificha, kwa sababu alikuwa anajua ina kazi kimwili, katika maisha kimwili na kiroho, katika upande wao. Ndipo alipo muuzi Yakobo. Yakobo akazungumza kwamba ikiwa kuna mtu ameibeba atakuwa nayo afe. Baada ya hapo, Raheli alikufa. Ndoa inakufa maana uliye naye ameapia katika imani. Sasa mauti anamkuta huyu kwa sababu ya mme wake. Maana hakujua Mungu aliye naye. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Ndoa yako inaweza ikafa. Ndoa yako inaweza ikapata changamoto kutokana na mtu uliokutana naye. Yeye anaamini hivi, wewe unaamini hivi. Na hii ndiyo imekuwa sababu. Naomba majibu hapo. Na ndio maana nilisema, kama mlinisikia, nilisema kila mtu alete changamoto zake aandike. Lakini kwa kuwa Wakristo wengi mmechukulia vitu vya kawaida Ukristo. Hata mtumishi akiongea mnaona simple tu, from where tu ameongea tu hamchukulii manani, kwa sababu ya roho ya mazoea, lakini Bwana alikuwa amenisemesha vitu vingi sana. Changamoto gani uliona? Lakini kushukuru wewe mwanangu ambaye ulituma, 2026 nitashughulika kwa ajili yako na Mungu atakupa jawabu lako. Tunaendelea kisemu ya tatu.